Naam, karibu sana ndugu mtazamaji wa chaneli yetu pendwa kabisa ya Lupimo Clinic Official. Na siku ya leo tunataka tuelezane kidogo kuhusiana na ugonjwa wa bawasili. E, ugonjwa wa bawasili ni ile hali ambayo mtu anaota kinyama au kiuvimbe katika njia ile ya haja kubwa uvimbe huu unaweza ukawa kwa, kwa ndani kiasi kwamba huwezi ukauona kwa macho vilevile. Vile uvimbe huu unaweza ukajitokeza sehemu ile ya mwisho katika njia ya haja kubwa. Sasa tatizo hili kwa kweli ni tatizo ambalo watu wengi wanalichukulia katika hali ya usiri. Hebu tuangalie dalili za tatizo hili. Dalili ya kwanza kabisa ndugu mtazamaji, ni ile hali unakuwa unasikia miwasho katika njia ya haja kubwa. Baadaye ile miwasho inageuka kuwa maumivu. Kuna watu anapofika hatua ya kwenda kujisaidia haja kubwa, anakosa raha kabisa kwa sababu maumivu ni makali sana. Lakini kuna wale ambao akienda kujisaidia haja kubwa, haja kubwa inakuwa na mchanganyiko wa damu. Mwingine unapojisaidia, unaona kabisa kiuvimbe, eh, uvimbe kabisa unauona na wakati mwingine unaweza ukaugusa ujue kabisa una tatizo la bawasili. Visababishi gani ambavyo vinapelekea tatizo hili? Kisababishi cha kwanza, ndugu mtazamaji, ni ile hali ya kupata choo kigumu mara kwa mara. Kisababishi kingine ni ile hali ya mtu kukaa kwa muda mrefu pasipo kufanya mazoezi. Mtu mwenye uzito mkubwa, mtu mwenye unene, mtu mnene, yupo kwenye hatari zaidi ya kupata tatizo hili. Kuna wale ambao wanashiriki mapenzi kinyume na maumbile. Visababishi viko vingi sana. Vitu gani vya kufanya ili uweze kuepukana na tatizo hili? Tujenge desturi ya kutumia vyakula vya, vya nyuzinyuzi mara kwa mara, lakini vilevile vile matunda eh? matunda kama papai, parachichi eh? matunda kama tikiti, lakini vile vile tufanye mazoezi. Unapofanya mazoezi inakusaidia sana tuwe watumiaji wazuri wa maji e. Hapa kwenye maji tunashauri tumia maji kulingana na uzito wako. Sasa ndugu mtazamaji, tunapozungumza hapa, tunayo dawa ambayo inaitwa HD Hep. Dawa hii kwa kweli ni nzuri sana, inaenda kurekebisha mfumo ule wa mmeng'enyo wa chakula, unakaa vizuri, unaanza kupata haja kubwa vizuri bila shida. Baada ya hapo sasa tunakupatia dawa hii e, inaitwa Lupimo Oil. Dawa hii ni dawa ya mafuta ambayo unapaka kwenye kile kiuvimbe vilevile, unapaka ile sehemu yenye miwasho pamoja na maumivu eh. Dawa hii inaanza kufanya kazi kwanzia unapoanza kuitumia, unapopaka pale, kama kulikuwa kuna miwasho, miwasho inaisha. Kama kuna uvimbe, ule uvimbe unaanza kunywea taratibu, baadaye ule uvimbe unaisha kabisa, unarudi katika hali yako ya kawaida. Hebu basi chukua hatua tufikie Lupimo Sanitarium Clinic. Tunapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo. Ulikuwa na mimi Dr. Emmanuel Madila. Asante kwa kunitazama.